Habari, mpendwa mtazamaji, upate pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii Aisha's food. Leo nimeweza kuwaleteni jinsi ya kupika beef spring rolls katika pani nimeweka nyama ya kusaga kilo moja na baada ya hapo, nitaanza kwa kuifanyia kama hivyo, inakuwa inashikana. Na hiyo ukifanyia kama hivyo, inakuwa inarahisisha pindi utakapokuja kuweka spices, zinakuwa zinakolea vizuri. Na upande wa spices nimeweka kitunguu thomu pamoja na tangawizi, chumvi kiasi, pilipili manga nimeweka kiasi pamoja na ndimu. Unaweza ukaongezea spices ambazo unataka ili nyama yako ipate kuchapuza vizuri. Baada ya hapo nitaipika nyama kama hivyo na usisubiri mpaka ikakauka moja kwa moja. Ikifikia hapo unaweza ukaweka um, hapo nimeweka garam masala, kisha nitaendelea kuipika kidogo nyama. Natakiwa iwe kavu kama ile ya kupikia sambusa. Nimezima moto na kisha baada ya hapo, nimefuatia kuweka vitunguu maji, ambavyo nimevikatakata vipande vidogo vidogo, pamoja na kotmiri. Nitachanganya kidogo kama hivyo ambavyo inaonekana. Kumbuka kwamba hapo nimezima mo, yani nimezima jiko moja kwa moja. Umeelewa? Baada ya hapo nyama iko tayari, nitaweka pembeni. Nitatandaza manda kwa ajili ya kufungia spring rolls zangu kama hivyo, na hapo nimechukua manda moja, nimeweka na katika kona ya mwanzo kabisa nimeweka nyama kijiko kimoja na nusu, halafu nitaanza kwa kuroll kama hivyo ambavyo inaonekana. Ukifika katikati, unaacha, unachukua gundi. Mimi nimegandishia na mayai, lakini unaweza kuugandishia na unga wa ngano pamoja na maji ukatengeneza ikawa ni gundi nzuri tu. Kisha utachukua kona moja ya mwanzo na kona ya pili ya upande mwingine, uwe ni upande wa kulia na upande wa kushoto, halafu utamalizia kwa kuroll kama hivyo ambavyo inaonekana, na hiyo ni Uh, spring rolls yangu ya pili nitafanya kama ambavyo nimefanya mara ya kwanza. Hakikisha unapakaza vizuri hiyo gundi kwenye ule upande ambao umebakia, halafu utakunja kama hivyo ambavyo mimi naonyesha na baada ya hapo zitaonekana kama hivyo ambavyo zinaonekana. Utaweka mafuta jikoni katika karai na hakikisha mafuta yamepata moto kiasi, kisha utaweka spring rolls zako humo ndani na utazikaanga mpaka zibadilike rangi kuwa golden brown ama rangi ya dhahabu. Vile vile kama ni mara yako ya kwanza kuangalia chaneli hii, basi nakusihi ndugu yangu, usisahau kusubscribe kulaiki, kukomenti na kushea na marafiki. Vile vile matangazo ya mdomo kwa ndugu jamaa na marafiki, na wakaribisheni sana. Utaendelea kuzikaanga spring rolls zako mpaka pale zakapokuwa tayari na kisha utazitoa kwenye mafuta, utaziweka zipate kuchujika mafuta vizuri kabla haujazisave kwenye sahani, na zitakuwa ziko tayari kwa ajili ya kuliwa, sosi ya ukwaju ama chatni ya mtindi na mnana na. mpaka kufikia hapo nakuwa nimemaliza kutengeneza beef spring rolls, na mpaka wakati mwingine, nawatakia Ramadhani karibu